Maxi pia Nzengeli uh, amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye, kwenye klabu yetu. Niwape tu si ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumisha message, kupigapiga simu na Maxi alinionyesha kila namba na kila meseji iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku su <coughs> so fanyaje, lakini Maxi Mpia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anaijua Yanga, atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga, ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu, Maxi Mpia Nzengeli sio daraja lao

Ali kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe e, tunatugimeku... we una mujibu wako. E, kwa mujibu wako e, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach ukiachana na msemaji, pia wachezaji ambao wako nje wa leo, kwa kwa mfano tumemkosa leo pakuwa umezuzwa, lakini wamemaliza uh, injury yake ilikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake. Kwa hiyo automatic mtu anaweza kwenda kutumika mkwakwani hadidi aucho hivyo hivyo pia na shada kidogo. Kwa hiyo wewe una kushuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale mpokwani. Mchezaji, tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Na wachezaji kwa taa ya kufunga. Lakini mzizi ambaye ana Ha, kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenda. Sasa inaweza kuwa ngumu kama mtu kila siku anafunga penati anafunga pena, anafunga pena, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube kinatumwambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji. Uwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale umesimama, wapinzani wamesimama, kipa akasimama, halafu ufunge, hauwezi kuwa top scorer. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Hali tulishuhudia moshi wa kijani na njano. Ina maana eh, gani hasa ina maana kwamba hatuchezi ndogo wangu, Shukrani.